katika maisha yako mwaka mzima hakuna sadaka ambayo itamfurahisha zaidi kuli Allah subhanahu wa ta'ala, kuliko hizi siku kumi za Dhulhijja. Lau utaswali swala tano za faradhi, alfajiri, adhuhuri, alasri, almaghrib, alisha, hakuna swala tano utakazoswali zitakazomfurahisha Allah kuliko hizi siku kumi. Kwa hivyo hizi ni siku tukufu. Basi kuna mambo gani tuweza kufanya ili tunufaike naye? Jambo la kwanza ni mwanzo kuwa ni mwenye kuhifadhi swala. Hifadhi swala zako tano pamoja na jamaa, usikose kuswali dhuha rakaa mbili, usikose kuswali qablia na badia rakaa kumi na mbili za sunna. Sunna utakazoswali siku hizi ni bora kuliko sunna utakazoswali siku zingine zote. Lau utaswali rakaa mbili kabla ya fajr, kisha ukaswali rakaa nne qabla, qabla dhuhur na rakaa nne bada dhuhur, rakaa ngapi? Nane kisha kuswali rakaa mbili baada al maghrib na rakaa mbili baada al isha, rakaa kumi na mbili hizi, mwenye kuswali rakaa kumi hizi, kumi na mbili, assalamu alaykum. Allah tamjalia apate nyumba peponi. Allahumma ja'alna minhum. Kwa hivyo usikose kuswali salatul witr. Kwa hivyo swali swale za faradhi swali swale za sunna, witri isikupite, rakaa mbili ya dhuha isikupite, kabla na baada isikupite. Haya ni katika mambo muhimu. Jambo la kwanza ni swala. Jambo la pili funga, usikose kufunga hizi siku tisa isipokuwa siku ya Idi. Ikiwa huwezi kufunga hizi siku tisa, basi angalau usikose kufunga siku ya tisa, na ni siku ya Arafa. Kwa sababu gani? Mwenye kufunga siku ya Arafa Allah Subhanahu wa taala atamjalia kwamba asamehewe madhambi ya mwaka uliopita na mwaka unayokuja. Kwa hivyo ni khairi. Kadhalika, sadaqa sadaka bora unaweza kutoa katika maisha yako yote ni katika hizi siku kumi katika mwaka. Kwa hivyo ikiwa uko na milioni moja, gawanya siku kumi: 100,000 100,000 100,000. Ikiwa uko na laki moja unataka kutoa sadaka, gawanya elfu kumi elfu kumi elfu kumi. Ikiwa uko na elfu kumi gawanya elfu moja elfu moja elfu moja kila siku kumi, toa sadaka ikiwa uko na elfu moja toa shilingi mia shilingi mia, shilingi mia. Ikiwa uko na shilingi mia toa shilingi kumi shilingi kumi shilingi kumi Almuhim, kila mmoja atoe kulingana na uwezo wake, kwa sababu sadaka utakayotoa katika hizi siku kumi hakuna mfano wake, hautawahi kumfurahisha Mwenyezi Mungu sadaka utakayotoa kuliko sadaka utakayotoa katika hizi siku kumi, na kila mmoja atoe kulingana na uwezo wake. Mwenyezi Mungu asema, liyunfiq dhu sa'atin

Yani, dhikri utakayoleta katika hizi siku kumi ndo dhikri bora kuliko wewe kuleta, ambaye ni Mwenyezi Mungu apenda zaidi na ni bora zaidi kuliko dhikri utakayoleta katika siku nyingine. Na dhikri bora ni kusoma Qur'ani katika hizi siku kumi. Ikiwaweza kumaliza Qur'ani ukasoma Qur'ani, ukasoma juzu tatu tatu tatu, ikiweza kusema juzu kumi kumi kumi, almuhim Qur'ani utakayosoma katika hizi siku kumi Mwenyezi Mungu apenda zaidi kuliko Qur'ani utakayosoma siku zingine, ahibati fillah katika amali ambayo Mwenyezi Mungu apenda katika hizi siku kumi ni kuchinja al-udhiya. Usi kama Mwenyezi Mungu amekupatia uwezo wa kuweza kuchinja, usikose kuchinja. Kwa sababu gani? hakuna amali bora siku ya idi tarehe kumi utakaweza kufanya kuliko wewe kuchinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Chinja, toa nyama qurban toa sadaka fi sabilillah, au wewe mwenyewe tumia nyumbani, lakini alhasil, lazima fanya bidii uchinje lillahi ta'ala. Na ukitaka iwe ni hiyo, chinje upate kuchinja ipate hiyo thawabu. Usiwahi kuchinja kabla salah, chinja baada salah. Ukichinja kabla salah, haitakubalika. Haya, ndo amal tuwe ni wenye kufanya: kufunga, kuswali, kutoa sadaka, kuleta dhikri, kuchinja, kadhalika silatu rahim, kujulia na hali khairi. Utakayomfanyia mzazi wako itamfurahisha Mwenyezi Mungu kuliko khairi utakayomfanyia mtu mwingine. Kama una mzazi unataka kumtolea sadaka, mtolee katika siku hizi. Una mzazi unataka kumfanyia ziara, mfanyie siku hizi. Almuhim, khairi na baraka hupatikana katika hizi siku kumi za Dhulhijja. Natwamomba Allah subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe katika wale ambao watapewa taufiki wawe ni wenye kunufaika na hizi siku kumi za